Mvuvi mmoja ameuawa baharini mjini Kilifi leo asubuhi kufuatia mzozo uliozuka kati ya wavuvi wenyeji na wenzao kutoka Pemba. Mzozo huo ulitokea baada ya wavuvi wenyeji kutafuta usaidizi kutoka kwa Wapemba baada ya boti lao lililosheheni samaki kuishiwa na mafuta. Tumetoka asubuhi, tukenda baharini, kufika baharini kule, katika hali ya kutafuta samaki, kuna madau ambao huwa, ukiona samaki ni wingi kuna kama muungano, mwanzako akitia nyavu kama samaki uwezo wafungia, na yeye pia anatia nyavu kadiri ya uwezo wetu. Tukatia nyavu na wao pia wakatia nyavu, tukafungia wakapaki, tukapakia kwenye dau lao, maana letu ni kidogo, liko kona uhaba. Wao ndo wametia nyavu kubwa, waka tukabaki watu wanne kwenye chombo chao, wenzetu wakabaki kwenye chombo chetu, wakawa bado tunatafuta samaki, tukazunguka nao, tukatia nyavu, samaki tuwakosa ikafikia wakati sasa, mafuta huku kwetu yameisha Kilichosababisha kifo cha kijana huyo, kulingana na ndugu yake waliyekuwa pamoja dauni, ni kupigwa kwa pondo na kutumbukia baharini baada ya Wapemba kukodolea macho samaki waliokuwa kwenye boti hiyo iliyokwama. Nauza wetu akatufuata na chombo mpaka pale, akasema ni kweli tunataka kuendelea kuvua, lakini mafuta yameisha, kwa hivyo itabidi mtuganyie chetu sisi, tuombe Mungu polepole pole, kama tutatafuta watu watufunge, ili tufike nyumba tufike nyumbani hao wenzetu huku kuna watu wazima ambao ni watu ambao wametuzidi umri na hao wenzangu walikuwa ni vijana. Unaona? Kadiri ya pale wakawa hawataki wale wengine kuganya wale samaki, ikawa sasa ni mzozo wa vijana, ukazuia ile dau, basi tuvuteni, hata kama mtu tuganyia sisi, hatuna mafuta tufikisheni, hata kama ni kule kandoka. Kandokando. Sasa kila mwenye anashika dau anampiga gongo ili achilie ile dau, watu waache kule majini, na tulikuwa kwa mkondoni Ndugu huyo wa mwenda zake alielezea Coco FM nje ya kituo cha polisi cha Kilifi madhila waliopitia baharini. Sasa kuna mdogo wangu akabidi yenda kule mbele akashika ile ile kamba yao ya kule mbele. Kadiri ya kushika kamba kumetoka jamaa anajitadui na gongo. Akaenda akamwachilia gongo la laki, kichwa. Kumpiga gongo la kichwa ili yataka kupeleka lingine, mimi nikabidi nitoke mbio sasa, kwenda mtete yule mdogo wangu nikaeka mkono wangu. Kwaeka mkono akanipiga mimi gongo, kumbe yule ameshikwa na kisunzi akaangu akaanguka tayari, damu ziko sasa, kipindi cha kwamba si tuzunguke, tumfate, tumwokote, tukashindwa na mafuta, tunawaita au, akaanza mbio kukimbia, ilikuwa bado uko baharini, ilikuwa bado tuko baharini. Ikabidi sasa ndo tuita msaada, tukainua viatu, tukapata boti lingine likaja, likatufunga ndo tukakimbilia huko, kwa sababu yule mtu tumejaribu kumfata kadri ya uwezo wetu, lakini hatukuwa na chupa, au ndo wenye chupa tumemkosa, kadri ya ile mali yuko ni dipu, hatuwezi fika hata hata siku moja. Kisa hicho kilisababisha mihemko katika eneo la Old Ferry kwenye mkono wa bahari wa Kilifi. Baada ya habari za kifo cha mvuvi huyo kuenea, eneo zima lilikumbwa na taharuki na kupelekea kuteketezwa kwa boti mbili za wavuvi wa Pemba. OCPD wakilifi akiandamana na naibu kamishna wakilifi waliongoza maafisa wa usalama wa kaunti, machifu na viongozi wa kijamii katika harakati za kuituliza hali na kuenea zaidi kwa uhasama kati ya wavuvi wenyeji na wale wa kutoka Pemba. kitu nikesema, pole sana kwa janga hili ambayo imepata watu wa Mnarani. Na mi nataka kuwakilishia nyinyi kama wanainji wa Mnarani. Ningependa na naomba na nawasihi tutumishe amani wakati tunaendelea na uchunguzi. Na ile kitu ningependa kuambia nyinyi, wale wote walikuwa kwa hiyo pota ambayo ilikuwa kwa bahari tayari wamechukuliwa na wako kwa station. na uh, mwenda zake ambaye amepoteza, tumepoteza ambaye anaitwa Rashid, uchunguzi unaendelea na hao watu wote wako kwa mkononi mwetu tukipata mwili inaendelea, daktari anaendelea na maneno yake, lakini hakuna mtu alitoroka, wale wote walikuwa hapo na ukweli itabainika ni nini imefanya mpaka mwenzake akakufa. So na, naomba na nawasihi tuwe na amani, tusipoteze maisha ingine. Na uzuri hapa hakuna mtu alitoroka, na kama polisi tunahakikishia nyinyi haki itatendeka. So naomba tu msilipize kisasi, kuumiza mwingine kufanya nini? Mi najua ni chungu, lakini poleni nitahakikishia kwamba haki imepatikana. Viongozi hao waliutuliza umati uliokuwa na ghadhabu nyumbani kwa mwenda zake. sisi tunachotaka tunataka haki ya Ali ipatikaniwe tena haraka, tutasaidiana na maskari ili haki ya Ali ipatikaniwe kwa haraka. Dadake mwenda zake alisimulia kisa hicho, huku juhudi za kutafuta mwili wa kakake zikiendelea. Wale wajaribu wa, kusema basi leteni samaki wetu, tutaangalia kwengine. Wale wakaanza kuwapiga nini pondo, walivyompiga pondo yule brother wetu akapigwa pondo ndo akaanguka akaminywa na ile prepela ile, hapo alipo sidhani kama atamweza kumpata akiwa na vitu vingine. Juhudi za kuituliza hali pia zilishuhudiwa katika eneo la Mnarani la Old Ferry. Ile rescue mission iko kwa process inaendelea ili kwamba tuweze kupata ule mwili wa mwenda zake, na ile katika hali ya kushirikiana. Kuna vijana ambao tume, tumeenda katika ule upande mwingine wa lile boma wa ile familia mwenda zake, tukapata vijana watano ambao wanashulika wana katika kutafuta kutafuta boti saizi, wako tu ndani yetu hapo, wanashulika wana, wana katika kutafuta boti, ili pia wakati wa ile rescue team inaenda waweze kuenda pamoja nao, kwa sababu najua pia wako na umahiri katika haya mambo ya kuogelea na, na kukua pale ndani ya maji. So ile kitu ambao tu ningependa kusisitiza na najua officers wenzangu pia watasisitiza kwamba tusijichukulie sheria kwa mikono. Najua inauma, ni uchungu sana, ni jambo ambalo hatukulitarajia limetokezea. Kama ingekuwa ni wa kupona huko angekuwa amepona. Mimi ambo sana, hata ingekuwa ni mtu wa kwao singeweza kufanya hivyo vitu. Muache, bado ni kizungumkuti kwa sasa, maanake kuna pande mbili, kuna pande nyingi ambazo zinanyosheana kidole cha lawama, na lalosubiriwa ni uchunguzi ufanyike ili tujue kama mambo yamemalizika vipi. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu, Coco FM, ladha ya pwani.